Naitwa Shigongo Eric James, ni mbunge wa jimbo la Buchosa. Uh, kwanza nianze sana kumshukuru sana mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan kwa mema yote ambayo amefanyia jimbo la Buchosa kwa miaka mitano sasa ambayo nimekuwa mbunge. Nimepokea karibu bilioni sabini na kitu hivi kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Tumejenga barabara nyingi tumejenga vituo vya afya, tumejenga zahanati, tumejenga mashule, tumebadilisha tume shule zetu kuwa high school. Tuna high school tatu sasa hivi jimbo la Buchosa, jambo ambalo lilikuwa lijawahi kutokea. Lakini tuna miradi ya maji mingi kabisa bilioni ishirini na moja point tatu miradi ya maji. Hapa Bupandwa ninapoishi sasa hivi watu wanachota maji bombani, jambo ambalo lilikuwa lijawahi kutokea kabisa. Nimezaliwa hapa, nilikuwa sijawahi kuona tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mambo yote ameyafanya. Tumejenga chuo cha ufundi VETA Buchosa, idadi ya watu takriban laki na hamsini haikuwa na chuo hata kimoja, lakini hivi sasa tuna vyuo hapa. si chuo hapa. Tumejenga chuo cha VETA kikubwa kabisa pale, pale Kayenze wanaopita maeneo yale wameshashuhudia chuo kikubwa kinajengwa pale, watoto wetu waweze kupata stadi za maisha u, ufundi u, uinjinia wajifunze ufundi umeme, ufundi uwashi, kuchomelea magrili na vitu vingine mbalimbali mbali, atafundishwa pale. Kwa hiyo lazima nimshukuru sana mheshimiwa rais, na na kazi bado zinaendelea mpaka hivi sasa. Lakini pamoja na hayo se, kuna mahali fulani serikali inahitaji kupata wadau wa maendeleo. Mimi kama mbunge wa eneo hili, kwa neema ambazo Mungu ameniwezesha, niko tayari kutumia sehemu ya mali zangu ambazo Mungu amenipa ili niweze kurejesha kwa watu walionlea Waleon, waliontunza. Nimezaliwa hapa, nimeenda kutafuta maisha huko na kutafuta maisha, lakini wamenipa heshima ya kuwa mbunge. Shukrani yangu kwa Wanabuchosa mimi ni kutumia sehemu ya baraka ambazo Mungu amenipa kuwatumikia wao. Sasa kwa mfano ni huwa kwanza, tushafanya mambo mengi lakini leo tunazungumza habari ya mitambo hii. Kuna hii mitambo miwili iko hapa, kuna yako malori ya kusomba, kusomba kokoto hayapo kwa sevi hapa, yameenda kwenye shughuli mbali mbalimbali, lakini kuna mi, mitambo mbalimbali nimeleta mbali. Hii mitambo ni ya kwetu wenyewe, sio ya serikali, ni ya kwetu. Tumeleta ili tulime barabara zile ambazo serikali haijazigusa, tufungue barabara ambazo hazijafunguliwa kwa kutumia mali zetu wenyewe. Kwa mi sioni shida pale ambapo mi tumebarikiwa kuwakumbuka wengine ambao hawajabarikiwa zaidi. Kwa hiyo tumeleta mitambo hii na tumekubaliana na Tarura meneja wa Tarura amekishazungumza. Niliongea na, mkru... na CEO wa Tarura Tanzania, ndugu yetu, rafiki yetu, mpendwa wetu Sefu, kumwambia mimi naleta mitambo, nisaidie mafuta, na yeye amekubali kutoa mafuta, na mimi nimetoa mitambo. Kwa hiyo tunashirikiana na Tarura, Tarura ndio wataalamu wa barabara, mimi nimeleta mitambo hii, wao ndio watasimamia kazi zote ili kuweza kuboresha maisha ya wanabuchosa. Wanabuchosa wote kwa ujumla wenu, mimi kama mbunge wenu nimeamua kufanya kazi hii kuwarejesheeni sehemu ya baraka ambazo Mungu amenipa ili tuweze kuboresha maendeleo ya kule tulikotoka. Huko tunakoishi maisha ni tofauti. Lakini hapa ni nyumbani kwetu. Lazima tupakumbuke nyumbani tulikozaliwa ili watu waweze kufanya biashara. Sasa hivi tumefungua Buchosa na Geita. Kwenda Geita sasa hivi uhangaiki, ni karibu tu hapo. Zamani ilikuwa shughuli. Zamani kusafiri kutoka hapa Bupando kwenda Mwanza ni masaa manane. Sasa hivi anaenda kwa masaa mawili. Ndugu zangu Wanabuchosa, naomba mpokee uh, baraka hizi. Tutafanya kazi hapa, kila kata tutakwenda, tutakwenda kata zote. Kila kata tutakaa siku nne, tunalima barabara za kata moja, tukimiza tunahamia kata nyingine. Kwa hiyo naomba mchukue nafasi hii kuwaomba vijana wa Buchosa kwa ujumla wao washirikiana na sisi, kuna kutokuwa na shughuli za kukata kisiki, sawa kata kisiki au kuchimba mtaro au kufanya nini pale ambapo wanahitaji kazi ya mikono, vijana wa Buchosa waje washirikiane na sisi kuboresha maendeleo yetu. Asante sana. Niko na mheshimiwa mbunge na mheshimiwa mbunge tunashirikiana naye kwa karibu katika kutekeleza miradi ya barabara. Sasa hivi mheshimiwa mbunge ameleta mitambo kwa ajili ya matengenezo ya barabara barabara ambazo ni muhimu kwa huduma za kijamii na uchumi katika halmashauri yetu hii ya Buchosa. E, kwa sababu mheshimiwa mbunge ametuletea mitambo, na sisi wakala tumeandaa mafuta ili tuweze kufanya kazi katika halmashauri hii. Tumepanga kufungua barabara za kutosha, lakini tumeweka vipaumbele, kwa maana ya kwamba tunaanza na barabara ya makaburini pale Nyehunge. Hii kazi tunaanza kesho tarehe kumi na tisa e, lazima tumalize ili watu wapate huduma. Barabara hii imekuwa na changamoto kubwa, watu wanapokwenda kwenye shughuli za misiba wanapata shida, wengine wanaacha magari mbali, mwili, mwili nabebwa, kwa hiyo wanachukua muda mrefu pia. Lakini pia tuna barabara muhimu sana kule pale Buliyaheke kuelekea Mwaloni Mwalo ule unatoa samaki, kwa hiyo ni, ni, ni kichocheo cha maendeleo katika halmashauri yetu hii ya Buchosa. Kwa hiyo hii tumefanya kipaumbele namba mbili, na tukitoka Nyengwe tutakwenda Buli ya Heke kufungua barabara hiyo kuweza kuinua uchumi wa maeneo yetu haya. Lakini pia tuna kisiwa cha Kome ambacho kinatoa samaki wengi na ni sehemu muhimu sana katika halmashauri yetu hii ya Buchosa. Tunayo barabara ya Mfunzi ambayo pia tutakwenda kufungua. Tutafungua pia barabara ya Kalebezo. Pale Kalebezo sokoni tuna barabara muhimu sana kwa sababu kuna mwingiliano mkubwa wa watu, soko linafanya kazi, lakini magari pamoja na watu wanashindwa kuingia na wakati mwingine wanaingia kwa taabu sana. Kwa hiyo tutafanya kazi pale tufungue barabara hii ya kuingia sokoni, lakini tuna daraja letu la Chintu ambalo eh, mheshimiwa mbunge pia amepambana na tumepata fedha jumla ya milioni 359, kazi hiyo inaanza, na kuna kipande kidogo cha kuelekea huko kwenye eneo hilo la, la Chintu. Ni barabara ambayo inaunganisha uh, ya wilaya yetu ya alma, ya Sengerema na, na, na, na mkoa wa Geita. Kwa hiyo naye ni sehemu muhimu sana, tutakwenda tutafungua kilomita tatu pale pale Kafunzo Luorongoma, lakini shule ya ya, ya, ya, msingi ya sekondari Bukokwa nayo inaingilika kwa, kwa shida. Tuna barabara kilomita tatu pale tutakwenda kufungua na tuna kipande kidogo pale Irenza kwenda ikijijo ni changamoto kubwa, haipitiki. Hiyo pia tutakwenda kuifungua. Lakini pale maisome msituni pale watu wanapata tabu kuelekea Migongo. kuelekea Migongo pale barabara ni haipo, hiyo tutakwenda pia kufungua. Na Kasisa tuna kipande cha barabara tutafungua, lakini Nyanzenda pale kuna barabara ya kwenda Nyangugano nayo ni barabara muhimu kwa eneo letu la Buchosa. Hivi ni vipaumbele na ni barabara ambazo tunaanza nazo, lakini lengo letu kuu ni barabara zote za Buchosa zipitike, na tumejipanga, barabara hizi zitapitika. Kazi inaanza kesho, mitambo ni kama unavyoona. Tunamshukuru Mheshimiwa mbunge amefanya kazi kubwa na hiki alichokifanya kuleta mitambo sio kazi ndogo, kwa sababu tumeshikamana, tumeshi tunashirikiana, tutafanya kazi nzuri.